Dini ni mkusanyiko wa watu ambao wanatafuta kuwa na welekeo wa aina fulani. Kwa mfano, Mwandambo na wale wachokonozi eh, kuna mambo anayapigania, lakini baada ya kufa au akibanwa, yeye hayo mambo yataishia hapo. Ni kama vile wachokonozi walivyobanwa tu, wao wenyewe, hakuna nayeinuka kwenye zile level zao, hakuna ambaye inaonekana, walikuwa lolmodo wao. Eh, wao walikuwa lolmodo wa, wa, wa mtu huyo ambao sasa wanainuka k uh, ukiinuka wewe, utakapozibitiwa wewe umesha kufa. Dini ni hiki ulicho nacho Mwandambo, hiki alicho nacho Mwandambo, kuwa na watu wakwamba watu chukulieni mambo hivi, kuwa na jamii. Kwa mfano tunasema kufundisha ni kuhamisha maarifa, unavyofahamu wewe, afahamu mwingine, achukulie hivyo mwingine. Dini kwa asili ulikuwa ni mpango wa watu kukusanyika, wajulishwe, wa, waonyeshwe ramani Sheria, amri za Mungu hazikuwa za kubishania, wasabato wa roma wa... eh, nianze tu kwa kusema Mwandambo ni kichwa. Mwandambo ana akili nyingi, na kwamba mtu mwenye akili nyingi mfano wa alizo nazo Mwandambo lazima atazungumza kwa sura hii anayozungumza kuhusiana na dini, na ni vigumu sana kusali kwenye makanisa tunayoita makanisa sasa. Hata alipozungumzia kwa habari yangu, nimechukulia kama kitu fulani komedi, ambayo hata e, hajanzungumzia kwa ubaya kivile. Mwandambo anazungumza kwa ubaya, akizikandia dini huwa anakandia kwa ubaya sana wahubiri, lakini mi hajanzungumzia kwa ubaya kivile na nitarudi kidogo hapa kuzungumza kwa habari ya hii ambayo amesema Mbarikiwa anaipenda dunia, anaogopa kufa, lakini kubwa kuliko dini ni utapeli. Ukumbuke nimesema Mwandambo ni kichwa, ana akili nyingi, na mtu yoyote mwenye akili nyingi ni vigumu sana kusali kwenye aina makanisa ya makanisa haya tunayoita makanisa ni sa. Yani ni lazima, mtu mwenye akili nyingi lazima atazungumzia makanisa kama utaperi, ndio walivyokuwa wale vijana wachokonozi. Sasa kuna kitu ambacho nitazungumza hapo mbele, pamoja na kupongeza kuwa ni kichwa. Kuna jambo nitazungumza hapa mbele kwanza Jiburudishe kidogo, jiburudishe na ambacho alisema Mwandambo. Jiburudishe kidogo hapa, tuende pamoja Mbarikiwa. Mbarikiwa ametoroka, anaogopa kutekwa, anaogopa kuuawa, lakini huyu ni mchungaji, wa, mchungaji mtumishi wa Mungu aliyemtumikia Mungu kwa, kwa utukufu mkubwa sana, lakini amekimbia anaogopa kufa wakati huyu akifa anaenda mbinguni moja kwa moja, na kama watu wanataka kumuua, maanake wanataka kumuua, wanamsaidia kwenda mbinguni. Lakini hataki kwenda mbinguni, anakimbia, anatoroka. Kwa nini anatoroka? Anaipenda hii dunia. Nanaelewa eh? Anatoroka kwa sababu anaipenda hii dunia. Ndo mwajue wachungaji sasa. Hao wachungaji hapa waliopo Tanzania wanaipenda hii dunia ndio maana wanaogopa kutekwa wanaogopa kuuawa. Dini jamani, ni utapeli. Baba yenu Clemence Mwandambo, nimemaliza. Sasa ukitaka ujue kwamba Mwandambo e, ana akili nyingi na sio anamkataa Mungu An, ila anatafuta ni jibu la kama huyo Mungu yupo, atoe jibu la kueleweka, kitu ambacho ni sahihi kwa mtu ambaye na ke nyingi pengine njia tu inayotumika ndo ambayo inahitaji watu wenye di mbili, watu waliosoma Cuba ndo wanaweza akajua huyu anatafuta nini. Mi niwahi kusema Mwandambo, naamini kabisa <coughs> atakuja kusari kanisani, atakuja kusari kanisani. Naamini kabisa kama Mungu ananipa kuishi, Mwandambo atakuja kusari kanisani kabisa, akiwa anasema kusari kungekuwa hivi Mi nisingekutukana, nisingepinga kusali. Ukitaka ujue, kuna siku moja hata kwenye hii eh, anayotumia kuposti, i, anayotumia kuposti, Facebook nadhani hata YouTube bado kaandika mtumishi Mwandambo. Kuna siku katika kuongea kwako, naona na toni ya kiuhubiri. Kuna siku anasema mwenye haki ni jasiri kama simba, lakini waovu kimbia wanapo wasipofuatiwa na mtu anapo alipokuwa nasema kwa nini mnanitishia wasiojulikana? Ukiona ma, ma, ma, ma, maneno yake mengi anakoti ni Bibilia. Lakini kama hilo linaweza likawa gumu kwako kuelewa, kwa kwa kwa kwa ebu elewa hiki ambacho huyu binti, ebu ona alichozungumza hapo, amemsahihisha ndo utajua, una, unajua kabisa huyu ni aina gani jiburudishe kwa hiki kidogo alafu baadaye nakuja sasa nikamilishe kwa hii ya aliyosema Mbarikiwa anaogopa kufa, dini ni utaperi kidogo tu, kwa namna ambayo nadhani Mwandambo hapa ntamweka, ntaongezea kitu juu yake kwa namna yenye kuburudisha tu, yenye kuburudisha. Hebu msikilize kwanza hapa, haya ambayo alikuwa na, anazungumza hapa, msikilize kidogo hivi. Kuna binti anaitwa Faiza Ali huyu nafikiri, ni mtalaka si wasugu. Anasema msimpe kiki huyu mzee, anamtukana Mungu. Hivi nataka kuuliza, hivi nani anayemtukana Mungu, anayemkana Mungu kwa kinywa, au au anayefanya umalaya? Hivi kufanya umalaya sio kumtukana Mungu? Yaani kufunua uchi wako ovyo ovyo kwa wanaume, hivi sio kumtukana Mungu? Hivi ukiwa unaenda kanisani alafu siku tano za wiki unafunufunua uchi kwa wanaume, hilo sio tusi kwa Mungu? Kwa hiyo mimi namtukana kwa kinywa, yeye anamtukana Mungu kwa vitendo. Alafu ni singo madha aliwahi mpaka pika, hata aliwahi piga mpaka picha za uchi. Hivi nani anamtukana Mungu jamani? Jamani, mnanichosha. Baba yenu Clemence Mwandambo, wanawake nimemaliza eh, ah, baba yenu nachoka ya yeah. <clears throat> Ndio maana nimekwambia huyu ni kichwa. Huyu hamkatai Mungu, huyu anatafuta Mungu kama yuko, angekuwa wazi kupitia hao watumishi wanaosoma Biblia, yale yaliomo kwenye Biblia yawe wazi akimaanisha yani, kwa tafsiri ya ndani kabisa, yona kabisa, Mungu akitokeza wa akawa wazi, mi naweza nikamwabudu. Mwandambo, kifupi ni wale ambao hata ukifuatilia clipu zake za nyuma, nako kwa Mungu kwa alijitoa kweli kweli, ila kulimdisappoint. Yani nadhani alikuwa amepewa ahadi nyingi za kwamba Mungu, ukifunga hivi, ukihubiri hivi, utapata baraka hizi, mafanikio haya Eidha pia alipitiwa na wale wa nunua mafuta, toa, toa sadaka, toa fungu la kumi kwa uaminifu, utabarikiwa na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo kwa Mungu kulimdisappoint, lakini eh, najua ataisikiliza hii <laughs> ni kwamba alipokelewa na mikono mibaya. Akili aliyo nayo Mwandambo inaweza ikafanya vizuri sana kwa huyuhuyu Mungu. Sasa ni nianze hapa Dini ni nini? kwa Mungu ni wapi? Dini ni mkusanyiko wa watu ambao wanatafuta kuwa na welekeo wa aina fulani. Kwa mfano, Mwandambo na wale wachokonozi eh, <coughs> kuna mambo anayapigania, <coughs> lakini baada ya kufa au akibanwa yeye hayo mambo yataishia hapo, ni kama vile wachokonozi walivyobanwa tu. Wao wenyewe hakuna nayeinuka kwenye zile level zao, hakuna ambaye inaonekana, walikuwa lolmodo wao e, wao walikuwa lolmodo wa, wa, wa, wa mtu huyo, ambao sasa wanainuka. Ukiinuka wewe, utakapodhibitiwa wewe, umesha kufa. Dini ni hiki ulicho nacho Mwandambo, hiki alicho nacho Mwandambo, kuwa na watu kwamba watu chukulieni mambo hivi, kuwa na jamii. Kwa mfano tunasema kufundisha ni kuhamisha maarifa, unavyofahamu wewe, afahamu mwingine, achukulie hivyo mwingine. Dini kwa asili ulikuwa ni mpango wa watu kukusanyika, wajulishwe, wa, waonyeshwe lamani sheria, amri za Mungu hazikuwa za kubishania, Wasabato, Waroma, wa, wa Pentekosti hazikuwa za kubishania. Siku ya sabato nini, tule nini, tuse nini, zilikuwa ni kitu cha kuonyesha mtu afanye nini ili afanikiwe pasipo kuleta madhara kwa mtu mwingine k walipoambiwa, wakusanyike walikuwa ni kama kuchorewa ramani, kuonyeshana ramani. Musa, aliyefanikiwa kafanikiwa kwa sababu moja mbili tatu, kapita moja mbili tatu ndio maana taifa la Israeli linaitwa teule kwa sababu teknolojia na nguvu walio nayo ya kiufahamu ni ya kurithishana, ni ya kufundishana, ni ya kukalishana chini. Tukiita Mungu wa Israeli, Mungu wa utaratibu, ambao ulikuwa bora zaidi wa watu kukusanyika kila siku kukumbushana na kuonyeshana namna iwapasavyo kufanya ili kufikia mafanikio fulani. Ndiyo jamii iliyoanza kukusanyika kwa kuonyeshana binadamu aliyefanikiwa zaidi alipita wapi na wapi na wapi kila siku, na hiyo ikawa ndio ibada kwa Mungu. Ukisoma okay, katika Kumbukumbu e, sura ya sita mstari wa nne, Anasema kwamba sheria hizi nimewapa, ili muzitende. Mkisha kuzitenda watu wote watajua kwamba mna hekima na akili, kwa sababu ya mafanikio na ustawi mtakaokuwa nao, na watatamani sheria kama hizi, amri kama hizi, na wenyewe wawe nazo. Kwa hiyo ulielewa vibaya dini ambayo ilikuambia unaenda mbinguni, Mwandambo. Naamini mi unanifuatilia na unanipenda sana, unanipenda sana kwa sababu mi sizungumzagi habari za mbinguni. Mimi nazungumzaga habari za ufalme wa Mungu uje hapa duniani kama huko mbinguni, mbinguni kulivyo kuzuri, wanavyoishi <coughs> kwa mpangilio. Kinachosababisha waishi hivyo ndicho ambacho Yesu alitaka kingeendeshwa Ki hivyo duniani. Nami anasemaga mtu ambaye hawezi kuifanya mbingu ije hapa duniani hata kunyakuliwa hawezi. A, a, anajidanganya tu kwamba atanyakuliwa. Mungu alisema atafanya mbingu mpya na nchi mpya hapa duniani, ambako kilio na kuomboleza hakuta kuwepo. Sasa alichora ramani ya watu waishije, ili wafikie hiyo hiyo ni saa 65 kwanzia mstari wa 17 mpaka mwisho. Kwa hiyo mimi huwa naamini ma, mabadiliko ndiyo mbinguni kuko. Mungu yuko yuko tu yuko, hata Mwandambo najuu najua yuko. Mungu yuko anayefanya zaidi ya akili ya watu, zaidi ya mipango ya watu, zaidi ya mikakati ya watu, zaidi ya nguvu za watu, zaidi ya teknolojia za watu, yuko hata kama kwa kipindi kirefu hunyamaza hafanyi chochote, lakini yuko Mungu wa maajabu anayefanya maajabu kuliko mitazamo, mipangilio ya watu na uelewa na akili na teknolojia na mamlaka na nguvu za watu, yuko na saa yoyote, kila ulimi utakiri kwamba yeye ndiye mfalme wa falme, yuko yuko yuko kwa kwamba eh, dini ni utapeli ulizichukulia vibaya, uliingia uliingia cha kike ulipokelewa na madalali wa Ubungo wakakupakia gari ya Mtwara. Dini ni kama akili hiyo ulio nayo, Mwandambo. Uwe, uwe na jamii ambayo, kwa mfano, kuna watu wanakupongeza kwamba Mwandambo ni kichwa, Mwandambo ni ana, ana akili. Huyu baba yenu Clemence Mwandambo amemaliza sahivi, umeanza kutrend hiyo ku, ku, kutrend dini hiyo. Ujasiri ulionao thubutu ulionao vitu mpaka unakuwa na ujasiri huo, kuna vitu umepitia, kuna vitu unavifahamu. Umo ulimopita ndio unafundisha watu wengine automatikali. Ukiwafundisha umo walimopita, ulimopita, watakuwa na ujasiri ulio nao, watakuwa na ufahamu ulionao. Kwa hiyo itaitwa dini ya Mwandambo. Inaitwa dini ya Wakristo. Yesu alikuwa mfano wa namna za kuishi zenye mafanikio zaidi zenye kukubalika zaidi popote, ndio maana kuna wakati wali kutaka kumfanya awe mfalme. Chukulia kama ni stori ya kawaida sio, Yesu akufa msalabani ni mwongo ni lakini hata kina sisi, kuna maeneo ambayo mpaka we unajua tumeubirikwa utukufu mwingi akiri hii tuliyo nayo na darasa saba ya Tukuyu, ndembera kule Tukuyu, simike kule, na naamini kabisa tusingeweza kuwa hivi, lakini tuna akili ambayo tunasema mambo yenye faida tu, ni sababu ya watu kupata faida. Ukienda pale kanisani, pana watu wamepata faida ya maisha, pana watu wamepata ufahamu kama alionao Mbarikiwa, wanasimama nao kwa gharama zote. Nimalize kwa hili la Mbarikiwa amekimbia, naogopa kufa. Nadhani hata kama umchi Mungu mpendi Mungu, lakini una roho na kinachozungumza hapo, una roho. Mwandambo, mimi kwa sababu ya neno la Mungu ameuawa mtoto wangu wa pekee mbele ya macho yangu. Nilijua atauawa. Nilitoa taarifa nikiwa Chato, nilitoa taarifa nikiwa Mbea, kwamba naona kuna mkakati na mpango, mtoto atauawa, ama kuna mauaji anaenda kufanyika kwenye, kwenye familia yangu kwa sababu ya neno la Mungu. Ukirudi kwenye chaneli hii utaenda kuona nyuma kabisa kule wakati chaneli inaanzaanza kwa sababu ya kwanza ilifutwa ikiwa na video zaidi ya elfu saba ama laki saba kwa hiyo eh, uta utaiona ikiwa ikiwa na video elfu saba ile ya kwanza ilifutwa ikiwa na subscribers kama elfu themanini na tatu ilikuwa ina dii na mambo ya kuhubiri kwa hiyo nilipokuwa karibia naanza hii nilivyokuwa nimeanza karibia miezi mitatu minne mitano nilitoa kripu inayoonyesha kuna mipango ya kuwawa. Ndio wakati ule ambapo kanisa lili lilikuja e, kufungwa e, ku, nikaja kufungwa gerezani na vitu kadha wa kadha. Sifa binti yangu kauawa na mashetani, mimi niko hapo na namna zote hizo mpaka zinaenda kuangukia kwa, kwa hao zinakuwa zimepita karibu. Kama ni risasi hiyo ya kishetani imepita karibu na mimi, mimi nimelishwa sumu mara kadhaa. Ya mwisho hapa tukiwa Kiwila, mimi na mke wangu tuilishwa sumu, sikukimbia. Eh, kama unaamini tunatumia Biblia kufanya maamuzi. Basi Biblia, Yesu alikimbizwa. Itukanage yote Biblia. Yesu alikimbizwa alipotaka kuuawa na Herode, ye mwenyewe, wakati fulani walipotaka kumpiga mawe kumtupa kwenye gema, alipita katikati yao akaenda akajificha. Paulo alishushwa kwenye kapu, alikimbizwa. E, wal, waliotumwa na na Yoshua kwenda kupeleleza Yeriko walipogundulika, waliteremshwa na Rahabu kahaba, walif, walikimbizwa, walifichwa. Akina Gideoni walijificha kwenye mapango. Musa alikim, alimkimbia Farao, walijificha. Daudi alijificha alimkimbia Sauli. Elia alijificha alimkimbia Ahabu mara ya kwanza alipolaani jua mvua isinyeshe kwa miaka mitatu, lakini baadaye alimkimbia Yezebeli. Elisha kuna wakati alijificha mpaka mfalme akasema eli miungu naifanya hivi Elisha nikimpata namuua, kwa sababu amesababisha shida. Yeremia kuna wakati amefichwa, na watu wengine wengi Hatuogopi kufa hata kuishi. maisha tunayoishi kwa huku tunakokuweko, kwa sura kama hii, ni kifo kibaya kuliko kifo chenyewe. Huyu Mungu ni ramani kwamba hata kama kufa, fia pale, kufa kwa namna ile. Kuna wakati tunaamua maamuzi ambayo hata wauaji tunawatengenezea mazingira ya kwamba nyakati zote mtu wa aina yoyote atajua kwa kweli huyu walimuinda tu, walimkabiri tu, walikuwa na nia ya kumuua tu, hakuwa na kosa. Kumcha mungu ni chanzo cha maarifa. Hatua hizi zinayozichukua zinakuwa zimetengeneza mazingira ya ukombozi kutokea kirahisi zaidi, kwa sababu wakati mwingine Me, muko jum ni kama mmetunishiana msuri hapo, ukifa hata we Mwandambo ungekuja unge, unge na kripu ya kwamba eh, Mungu kwa nini hajamlinda? Mbona ameuawa kwa nini Mungu wake hajamlinda? Kama Mungu ni mlinzi kwao, kuna mahala unashusha tempa eh, unaishusha, unaona walau hata kama huyo anakuja kukuua, ionekana amekuja kukuua tu kwa sababu za kutungatunga, isionekana mlikuwa mmevimbishiana. Kwa sababu anapokuja, anapo na magari, anakuzunguka hapo, anakuja nataka kukuua, Mbarikiwa, nchi inaweza, dunia inaweza kuwa salama zaidi, Mbarikiwa, tukikuua sina kosa e, una kosa lakini we ni wa haki, maisha ya haki, unaambukiza watu kuwa wenye haki. Sisi naona tunatakiwa kukua. Wakati mwingine ukiwavimbishia wanaku ukionekana nimekaa hapo, wame magari yamekuja ya aina ya mbalimbali kwa sura tofauti kabisa, yamewekeza muda wa kutosha hapo si, si niko hapo kwa zaidi ya miaka kadhaa. Busara na hekima ilisema Hebu toa, toa nafasi ikiwezekana, watoke hadharani waseme, tunataka kumuua kwa ajili hii. Unapokuwa wajatoka hata ukitokea wakikuua, itaonekana basi kama mitume walivyouawa, watu wa Mungu walivyouawa kwa sababu ya njia yao ya haki, ndivyo alivyouawa Mbarikiwa takatu ni kusii Mwandambo na mtu mwingine yoyote, hatujakimbia kifo, hatuogopi kifo, lakini tupo duniani ili tuwe sababu ya ukombozi. Kifo chetu kikichochea ukombozi, amina. Kuishi kwetu hata wakati mwingine ukionekana ni kwaoga, kukisababisha ukombozi, amina. Sasa nimeongea na Mwandambo, mi ni elimu pia kwa watu wengine wengi. Asante kwa kunisikiliza. Ulielewa? Chukua hicho ulichoelewa, mbayo ujaelewa, Mungu huyu huyu mwalimu na msemaji na mfafanuzi wa kweli, bila shaka atafafanua. Asante sana.